Mara nyingi mimi hupenda sana takwimu. Nina takwimu hapa ambayo imefanywa miaka ya 90. Inasema hivi, utafiti unaonyesha zaidi ya asilimia 85 ya mambo tunayoyahofia huwa hayatokei kabisa maishani mwetu, lakini bado hofu ya kushindwa inawazuia mamilioni ya watu kujaribu ndoto zao. Ni kama tunajifungia wenyewe kwenye minyororo ya hofu hata kabla ya kupambana. Sikiza vizuri, hiyo kitu kwamba asilimia 85 ya mambo ambayo tunayahofia huwa hayatokei, okay. Kwao ni kama sisi ndio tunajifungia wenyewe, uh, ni kama tunajifungia wenyewe kwenye minyororo ya hofu hata kabla ya kupambana. Yaani mtu ataji picha, hujalianza unashaanza kuogopa. Lakini mimi nakumbuka maneno ya Nelson Mandela, hayati Nelson Mandela aliwahi kusema hivi, I I never lose, I either win or learn, kwamba mimi huwa sipotezi au sifeli, isipokuwa najifunza au nashinda. Yani lazima nishinde, nisiposhindwa nisiposhinda, sio nimeshindwa, nimejifunza nime ah, nime so you either learn or win. Mimi naamini hii ni moja ya philosophy, ukiamua kutembea nayo inaweza ikakusaidia sana kwenye maisha yako. Sasa leo nataka tujifunze siri muhimu za kushinda hofu ili tuweze kuishi maisha ya yenye ujasiri na ushindi badala ya kuwa tunaishi kwa maisha ya majuto. Unajua, umeamka asubuhi na mapema, afu unaishi una majuto tu mengi, labda kwa sababu sijui una hela na nini. Sikiliza, ukirekebisha baadhi ya vitu vingi, unaweza ukaishi kwa, kwa furaha sana na kwa imani kubwa sana kuhusiana na the next step. Inaweza kuwa bora zaidi kuliko the closed chapter. Sawa, karibu Success Path Network, each one teach one. Karibu sana, tuandikie pale ulipo, your location matters to me. Tunakwenda moja kwa moja kwenye somo la leo. Tunaangalia njia tano za kushinda hofu ya kushindwa. Eh, watu wengi wanaogopa ogopa. Kwa hiyo jambo la kwanza, jifunze kubadili mtazamo kuhusu kushindwa. Kwanza unajua, mara nyingi sana hofu huwa inakuja kwa sababu tunaona kushindwa au kuanguka tunaona kama mwisho, yani tunaona hapa ndio kwenye roadblock, hawezi tena kuendelea mbele lakini what if nikikwambia kwamba kushindwa au kuanguka ni daraja kabisa la mafanikio. An, yani kule ambako unataka kwenda wewe, kwenye vitu vikubwa, lazima kukupime kwanza, kukupitishe kwenye njia ambazo hazieleweki. Kwa hiyo, humu utashindwa, utaanguka, utafeli, kuna vitu vinaweza vikatokea. Lakini kama utaamua kuchukua somo uliojifunza pale, kwa nini nimeanguka, kwa nini nimeshindwa, wewe unajiandaa vizuri zaidi kwa ajili ya safari inayofuata, ukiamua kurudia tena. Kwa hiyo, lazima uelewe kwamba kushindwa sio mwisho, sio mwisho wa safari, sawa sawa, eh? Kumbuka kwamba kila kosa linafunua njia bora zaidi ya kufanya jambo hilo kwa usahihi zaidi, ikiwa utaamua kujifunza na kurudia. Siri ipo hapo. Kitu cha pili, weka malengo madogo na hatua za taratibu. Sasa nimeona watu wengi sana pia, yani anakuwa na wazo la kufanya kitu fulani, lakini anataka aliende kwa ukubwa wake vile, jinsi lilivyo. Matokeo kinachotokea, linamtisha, linamshinda, yani lina, kwa sababu kile ukitaka kuliingia lile jambo ni kubwa Stress, nitaanzia wapi? Hebu wewe unataka ku accomplish sijui nini kitu kikubwa sana, lakini ukivunjavunja ikawa katika hatua ndogondogo inakuwa rahisi sana kutako zile hatua ndogondogo, kukamilisha zile obstacles ndogondogo ndogo. Sawa. Hata kama ni kuwasiliana na mtu fulani, kumwona mtu fulani, kwenda sehemu, kufuatilia kitu fulani, kufanya research fulani, yaani unachukua kitu kimoja tu, kwa leo ni hiki tu lakini picha kubwa inaenda kukamilisha kitu kikubwa sana, sawa. Kwa hiyo inakuwa rahisi zaidi. Ukiwa unataka kuliendea jambo kubwa, lazima hofu itaongezeka, lakini ukilipunguza katika hatua ndogondogo, basi itakujengea ujasiri na itakusaidia kuua ile hofu ambayo utakuwa unaona, oh, leo nimefanya viwili na vimewezekana, kumbe inawezekana kesho viwili vingine, au sio? Haya, <laughs> jambo la tatu jifunze kwa waliowahi kushindwa na kufanikiwa. Naam, watu walioshindwa na wakafanikiwa mara zote wao wanaweza kutufundisha vitu vingi sana. Na sio lazima uwafuate. Wakati mwingine unaweza ukajifunza hata kwa mbali tu yani. Kwa mfano, nataka nikupe watu wawili ambao mimi nimekuwa nikijifunza kwao na bahati mbaya sana leo hawapo. Wote ni marehemu. Uh, mimi huwa najifunza sana kwenye story nilivyosoma yani profile za watu wawili. Nilijifunza sana, mmoja amefariki siku nyingi, muda sio mrefu sana. Huyu uh, ni Steve Jobs ambaye alikuwa CEO wa Apple, company Apple, kwa hiyo tunatumia sana iPhone na nini. Sawa. Huyo jamaa hatari sana. Yani historia yake ni katika watu walioshindwa yani. Yaani wale waanguka kwa kufeli na kuinuka tena, wakaanguka na kuinuka tena. Lakini mwingine miaka ya zamani kidogo, bwana Thomas Edison ambaye yeye aligundua taa. Yeye aligundua taa jamaa. Yaani ah, ya bwana jamaa noma sana. Hebu ni mwenzi kidogo kidogo. Unajua ukisikia mtu kagundua taa yani tunaongelea habari kama hizi torch. <laughs> Lakini sasa yeye aligundua taa, unajua ya umeme, sawa. So, ambayo ndio hii tumetengeneza taa za video, tumetengeneza torch hizi, taa za nyumbani, taa za magari, pikipiki, sijui nini, taa kwa ujumla wake. Lakini mwenyewe anaelezea kwamba katika kuvumbua hiyo taa, au wakati akigundua, wakati akipata hizo insights na nini, na hizo harakati za kutengeneza hiyo taa, kwa kugundua hiyo taa, Alifeli zaidi ya mara elfu moja. Anasema zaidi ya mara elfu moja. Hebu niambie, ni sisi wengi ambao labda mtu anaanza mchongo. Kaenda tukafeli leo, anarudi ah, siendi tena kule mimi, ah, mchongo wenyewe siyo mara moja. Vipi ungefika mara mia, mara mia mbili, mara mia tatu, mara mia tano, mara mia nane, mara mpaka buku. Mtu anakoma, lakini ona matokeo yake, matunda ni makubwa sana. Unadhani taa, matokeo yake dunia inaendelea ku nini? kunufaika na hizi taa ya, nafikiri paka mwisho wa maisha yani light is everything, unajua ni kila kitu yani, so unaweza ukajifunza kwa, kwa sababu stories zao pia zinatufundisha kitu kikubwa sana, kwamba kushindwa kama sio mwisho, bali ni ngazi ya kupanda juu zaidi. Kwa hata wewe ukikwama kwenye chochote, kumbuka kwamba hiyo ni ngazi ya kupanda juu zaidi, lakini sheria ni kwamba lazima ujifunze kwa nini umeanguka, kwa nini umeshindwa, na uwe tayari kurekebisha na kujifunza ili uweze kupiga hatua inayofuata. Ah, uh, kitu cha nne Jenga imani kwenye uwezo wako. Unajua mara nyingi sana, watu wengi tunapata hofu, watu wengi wanapata hofu kwa sababu watu wengi, moja kwanza, hawajui wana uwezo gani, alafu mbili, hata wakijua au wakiambiwa wana uwezo fulani huwa hawaamini. <laughs> Yani watu wengi sana, anaweza tayari yupo kwenye familia kwamba yeye ana kitu fulani anajua, lakini leo imefika kwenye performance bana. Eh, eh, nenda basi ah bana, brother nenda tu chogoe mtu mwingine basi mimi bana ah, naona kama siko sawa leo bro nini basi hiyo tu. Unajua, kujiamini na kujikumbusha mafanikio yako ya nyuma inaweza kukusaidia sana kuona kwamba kumbe unaweza kushinda changamoto yoyote mpya. Naam, hii ni moja ya siri. Unawezaje kuondokana na hilo? Kwamba hebu jaribu kukumbuka, kitu gani nyuma uliwahi kukifanya vizuri? Kitu gani nyuma uliwahi kukifanya vizuri na kikafanikiwa, kikawa kizuri? Ukijikumbusha kwamba mimi niliwahi kufanya au kutatua changamoto fulani Then, naweza kutatua changamoto nyingine yoyote. Sijui sasa hivi tutaijua huko huko tutaifahamu huko huko ikishafahamika au sio? Point namba tano ya mwisho. Chukua hatua hata ukiwa na hofu. Sasa, watu wengi wakipata hofu wanaamua kukaa pembeni au ndio vile mtu akiwa na hofu kaambia Bwana Ezden nenda kazungumze basi na wale ma CEO. Ah, bwana, sasa wale majamaa na mimi hivi wale si na, na CEO ile kampuni yupo. Eh, bwana, nenda sikaongea nao mimi nitaongea nao siku nyingine. Sikiliza. Hata ukiwa na hofu, nenda kaongea Imewahi, e, kunikuta mimi natakiwa kupanda kwenye jukwaa, alafu katika hiyo event kuna mgeni rasmi na watu wengine ambao ni maalum sana, watu wakubwa, nikawa naogopa sana. Kitu fulani kimeingia tumboni, utafikiri sijajiandaa. Hey, bwana hiki nini? Natamani ni age, natamani nijifanye tumbo linauma sio? Lakini hey bwana I have to go and speak. Nilipanda na kwenda kuongea. Ndio maana huwa tunajifunza kuna vitu vinaitwa ice breakers. Ukijua kutumia ice breakers inakusaidia kuua ile hofu, sawa. Na hii tutaendelea kwa train watu wengi ambao wanapenda kujifunza speaking, iwe ni on stages au popote pale uko kufanya videos na kitu chochote kile, sawa. Kumbuka ni somo zuri sana tumeangalia namna gani unaweza ukashinda hofu kwenye maisha yako. Hili hili ni somo kubwa sana kwa sababu unaweza kaona kama halikuhusu labda, siju, you don't want to be a speaker. No, ayuhusiani na kuwa speaker. Hofu ni mahali popote pale kwa sababu kuna siku unaweza katokea jambo, labda hafla fulani nyumbani kwenu, chochote kile, harusi, msiba au nini ukainuliwa waya, Bwana Othman, hebu simama ukawaambie watu kuhusiana na hili eh, bwana unaanza kutetemeka pale. Sasa itakuwa wewe simama nenda kaongee, lakini ukiwa unafanya mazoezi na ukijua vitu fulani itakusaidia sana. Na ndio bwana mimi kuna kozi ambayo ipo, ikiwa unaiona kwenye video hii, taarifa hii, basi utaipata kozi hiyo kwa discount ya shilingi elfu thelathini tu h t hiyo kozi na yuza shilingi elfu hamsini inaitwa polish your speaking skills au improve your speaking skills au boresha uwezo wako wa kuzungumza. Kwa mtu yoyote yule ni muhimu, ni silaha muhimu sana kwenye maisha, sawa? Kwa hiyo unaweza, ikiwa umeiona hapa, ina maana wewe utanitumia ujumbe tu, nitumie ujumbe kozi, discount, nitajua ha, ni yule mtu ambaye kapata, sio 50, utapata kwa 30, sawa. Itakufundisha kila kitu, iko tayari kwenye simu yako tu, wala uende popote, sio darasa sehemu, lakini nimeipack na vitu vya maana sana, nimeifundisha kwa video na vitu vingi sana. So ni wewe tu chukua hatua sasa hivi, lakini niandikie hapo chini kitu gani umejifunza leo na nini unaona kinafaa kuongezewa na chochote kile ambacho ungependa labda tuongelee kwenye Success Path Network. Wewe unasikiliza vitu kama hivyo pia, na kuleta topic ambazo zitawabenefit au zitawafaa au zitawanufaisha nyinyi watu wangu, au sio? Success Path Network, H1 Teach 1, shukrani sana kwa Othman. Behind the camera. Till next time. Bye bye. Boom.